Huenda shule za mitaa ya mabanda nchini Kenya zikanufaika hata zaidi endapo mswada wa sheria ya elimu ya mwaka elfu mbili na kumi utapitishwa katika bunge la kitaifa. Akiongea na wanahabari, katibu mkuu wa shule za mitaa ya mabanda nchini Kenya Juma Athman Lubambo, amewataka wabunge kupiga msasa na kupitisha mswada huo ili shule hizo zipate rasilimali za kutosha sawa na shule zingine nchini. Ah, uko mswada ako ambao uko mbele ya bunge bunge letu la kitaifa. Mswada huu ni uh, amendment bill ya 2025 ya Abet. Abet schools, hii ina maana ya kwamba kufikia sasa masala ya abet tulikuwa tukiyazungumzia huku nje kwa muda mrefu, tulikuwa tukiyazungumzia katika makongamano tulikuwa tukiyazungumza haya masala katika zile tume zote ambazo zilikuwa zimeanzishwa katika serikali yetu ya Kenya, lakini tunashukuru kufikia mwaka jana e, mwisho mwisho wa mwaka jana e, hoja imebisha mlango katika bunge la kitaifa kwamba wabunge wetu waweze kulizungumzia swala hili ili kile, e, kile education act ile education act ambayo inaweza kusimamia mambo ya elimu inakuwa amended, na waweze kujumuisha hizi shule zetu za mtaa ya mabanda katika kile kitengo muhimu cha serikali ya elimu. Hii ina maana ya kwamba tunapofaulu kupitia ule mswada ambao uko mbele ya bunge kwa marekebisho ya ya ya kitengo cha elimu basi sisi moja kwa moja tutakuwa tumesaidia kwa sababu tuna... aidha katibu mkuu huyo ameongeza kusema kwamba wataandaa kongamano la viongozi na washikadau mbalimbali wa elimu, ili kuboresha viwango vya elimu ya mitaa ya mabanda. Ndiposa nasema kufikia Januari tutakuwa na kongamano kubwa. Tumewashika viongozi mbalimbali mbali, mashirika mbalimbali mbali. Kwanza wakiendelea kupitisha mswada katika bunge, sisi pia tutaweza kufanya hata kama ni harambee za hapa na pale kuhakikisha kwamba shule zetu haziwezi kuenda bila zile nyenzo muhimu ambazo zinatekana za kielimu ili tuendeleze huu mtaala. Ni mtaala ambao hauna shaka, ni mtaala ambao kivyovyote vile serikali inaonekana kwamba haiwezi kulegeza kamba kutamatisha ama kuona mwisho wake. Kwa hivyo sisi pia hatutaweza kulegeza kamba, ni tuhakikisha kwamba tunaenda mbio juu chini, ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanaporudi tutapata vile vifaa muhimu vinavyotakikana vya kuwezesha eh, elimu. Tujua kwamba foundation ya elimu, literacy and numeracy, huwezi, ni vitu ambavyo huwezi ukavyo avoid. Na kama huwezi kuvyo avoid, basi ni kuhakikisha kwamba vile vitu vinahusika na mambo ya literacy na numeracy ambavyo msingi wake ni vitabu na vifaa, lazima vipatikane katika mashule yetu yote, ili wanafunzi usiwe na hali yoyote ambayo itakuwa haimuwezeshi mwalimu ama mwanafunzi kufikia malengo muhimu ya CBA. <Tools> Mbali <up> min... <Calling> <recover> na hayo, Juma amesema kwamba serikali iweze kuwekeza vifaa katika shule za mabanda ili masomo yaboreshwe kwamba CDA kama tunavyoiona hii ni, ni sehemu nyingine ya elimu ambayo inahitaji rasilimali nyingi sana, ambapo shule za mitaa ya mabanda kupitia na washikadau wao kupitia na wazazi wao hawawezi hata theluthi moja kuhimili ama kuendeleza eh, mtaala huu. Inatakikana kwamba serikali iweze kufungua rasilimali ambazo zitaweza kusaidia hizi shule. Katibu Mkuu wa shule za mabanda nchini Kenya, Juma Athman Lubambo, amewataka wabunge kujadili na kupitisha sheria ya, ya, ya kielimu ya mwaka 2010 katika vikao vyao vya bunge. Nikiripotia Bandari TV kutoka Mombasa, mimi ni Ramadhani Nyae.